Baada ya kuisha kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naomba nichukue fursa hii kuishukuru Ansaar Muslim Youth Centre, uh, branchi hii ya Tanga kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya kilele ya kuhitimisha michezo katika jambo hili la Eid al-Adha. Uh, Ansaar imefanya michezo mingi na mchezo wa mpira miguu ukiwa mchezo mmoja wapo. Lengo la Ansaar ni kuhakikisha kila rika, vijana, watoto, wanawake wanashiriki kwenye shughuli hizi za idi, lakini kuonyesha kwamba Uislamu uh, ni dini ya maumbile, maana yake kila kitu ili mradi hakivunji taratibu, kanuni, misingi na sheria za Uislamu, kinatakiwa kifanywe. Na wao Ansaar wanalisimamia hili, mpira wa miguu, anaangalia pasi nzuri, anapiga chenga mwili, anaangalia anapiga wapi nks timu zetu hizi zimeigifainaletasisi na naomba taasisi nyingine zifate mifano hii katika siku kama hizi, siku adhimu za kuwaweka watu pamoja, za kuwaweka vijana pamoja, za kuwaweka wanawake pamoja, za kuwaweka watoto pamoja, lakini kuleta utangamano kuleta furaha, kuleta amani, kuleta utulivu, kuleta umoja na kuleta mahusiano ya karibu kwa jamii zinazotuzunguka, kwa namna moja ama nyingine, kwa kupitia tasnia hii ya miche, ya michezo. Niwapongezeni sana, asante sana. Isipokuwa niwapongeze wote ambao mmefanya vizuri mashindano haya ambayo yamefanyika mwaka huu yalizihusisha timu nne na alhamdulillah nyinyi mkawa ndio washindi, lakini wote ni washindi, wote ni washindi. Kwa hiyo niwapongeze washindi wa kwanza na pia washindi wa pili na watatu na wanne wa pili. Ni shukuru uwepo wa naibu mdiri wa Ansar ambaye tumeungana naye hapa na tumeangalia mchezo huu mzuri mwanzo mpaka mwisho na nimpongeze, amezisifu si timu zote mbili kwamba wote ni washindi, ila bahati tu ya wengine haikuwepo. Lakini pamoja na kwamba wote ni washindi, lakini bahati ya wengine haikuwepo heejamaahaaukndivyo ilivyo, kwa sababu muda tunaona jamaa wanajaribu kujitetea, na hakuna on target hata moja waliopata

Uh, muna vipaji tena, ni wapongeze taasisi ya Ansaar, munawalea vijana wetu kiroho lakini pia munawalea vijana wetu katika kifizikia ki, ki, yani kimwili e, na lea kimwili maana yake hapa kwa mazoezi haya na kwa michezo hii mnafanya hata akili zao zinakuwa vizuri, ziko active na wanaweza kusoma na kuhifadhi vizuri eh, kujua tarehe zao vizuri kujua fiki vizuri kujua Qur'ani vizuri na kadhalika na kadhalika kwa sababu vile vile vyao vinakuwa viko hadhiri wakati wote baada ya haya sasa naibu naomba unipe kazi ya kukabidhi zawadi TV na radio isani ziko eh, vizuri kabisa haya na na lazima namba namba mbili na ni eh mbili mshindi namba mbili anakuja hapa apokee zawadi yake. Huyu ni mwalimu, ni mwalimu wako, mwalimu wako. Na huy mambo moja ndio wanamfananisha alikuwa anacheza sita pale yuko wanjani, alikuwa kushuka. Haya sasa, gombe uwanjani. Sasa niseme nsiseme? Ah, bado haitoshi SM. mshindi namba moja amesifiwa sana na mia sasa, captain apokee zawadi, na shekhe atakuwa na furahi sana mudiri wetu, kwa sababu ni mudiri wa mahadi Imamu Shafii, ni naibu mudiri wa taasisi lakini ni mudiri wa naibu Imamu Shafii, na yeye anamkabidhi zawadi. Kwa kweli huko utakuwaje yule ng'ombe aliyebaki m <laughs> Haya, kuna kabibiwa hapa ndugu zangu, mimi anashika pale, ananyanyua ni mzigo, ni mzigo wao.